Habari. Uh, huu hapa ni mwendelezo wa video ya kwanza ambayo nilielezea kuhusu uh, matako ama vigezo maalum vya mtu ambaye anataka kushiriki katika program hii ya J1 ya mabadilishano ya kitamaduni kutoka katika nchi yake kuja nchini Marekani. Nikaeleza kwamba ningefanya video nyingine kuelezea wadhamini hawa hasa ni nani, majina yao na website zao, ambapo unaweza kwenda moja kwa moja kufanya maombi lakini pia ningependa kuelezea masomo ambayo wadhamini hawa haswa haswa wanayachukua, kwa sababu sio kila masomo ya walimu wanayachukua. Kuna baadhi ya masomo hawayachukui, lakini mwishoni nitakuonyesha mfano wa kufanya maombi haya katika moja ya wadhamini ambao nitakwenda kukutajia leo. Wadhamini hawa wanafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba unafika nchini Marekani salama, unaishi sehemu pazuri penye usalama, unapata maelekezo ya kutosha kabla ujaanza kazi, na pia ukiwa kazini unapata pia msaada wa menta ambaye unaweza ukamuuliza maswali, akakusaidia wapi pakufanya paku, paku nini, lakini pia kila mwezi unakuwa una, unajuliwa hali unaendeleaje kazi unaionaje? changamoto gani ulizonazo? Kwa hiyo ni kazi kubwa sana hawa wadhamini wanafanya, ndio maana wanachaji pesa kubwa sana, kwa sababu mara nyingi wengi wanachaji kuanzia dola elfu mbili mpaka dola elfu nne na hiyo ni zile uh, gharama za mwanzo muan tu lakini, kuna wadhamini ambao wao ni free of charge, hawachaji hawata kuchaji hata senti tano hawa wadhamini hawa ambao ni free ni wachache sana, kuliko wadhamini ambao wanachaji pesa. Wa kwanza kabisa anaitwa EPI ama Educational Partners International visa sponsor. Huyu EPI yeye hachaji gharama yoyote wakati wa kuapply, na unapoingia katika website ya EPI utakutana na sehemu ya kuapply lakini pia utakutana na sehemu ya vigezo na masharti vya kushiriki. Kwa hiyo ningekushauri ukiingia katika hizi website huo unafanya kwanza research before hujafanya maombi. Pitia pitia uone vigezo vyao, uone, uh, pia labda walimu wengine wanasemaje kuhusu huyu mdhamini kwa sababu wao wanaweka sehemu ya blog ya yeah walimu wao ambao wanaparticipate katika hii program au wanashiriki wana katika hii program. Utaona kabisa kwamba wengi wao wanatoka katika nchi mbalimbali mbali, maybe Jamaica, wengine wanatoka Uingereza, wengine wanatoka China, wengine wanatoka nchi za Kiafrika. Kwa hiyo ni program ambayo inachukua walimu duniani kote kila sehemu. Mdhamini wa pili ambaye ningependa kumzungumzia yeye anaitwa TPG Cultural Exchange . Mdhamini huyu naye pia ni bure, hautachagiwa gharama yoyote katika kushiriki katika programu yake. Naye ukiingia katika website yake, kama kawaida, utaona vigezo ambavyo anavitafuta kwa walimu ambao wana apply. Wengine pia wanakuwekea masomo ambayo wanayachukua. Umeona hmm. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, wewe ni kufanya tafiti mbalimbali mbali katika hiyo website, sababu unakuwa kuna kuna resources mbalimbali za wewe kufanya utafiti. Kuna blog, kama nilivyokuambia, wanakuwa na blog ya walimu ambao wanafanya programu hii. Kwa hiyo unaweza kupitia ukaona walimu wenzako ambao wameingia katika programu hiyo na, wanafanya nini, eh? Inaonesha. Lakini pia, wanaonesha vigezo ambavyo wanavitafuta kama nilivyokuambia vigezo ni vile vile kama nilivyotaja katika video ya kwanza. You know, vigezo ni vile vile havibadiliki, kwa hiyo huyu ni TPG Cultural Exchange. Sawa, huyo ni mdhamini wa pili. Mdhamini wa tatu yeye anaitwa Faces, ama kwa kirefu Foreign Academic and Cultural Exchange Services. Mdhamini huyu naye ni bure kabisa, hachaji gharama yoyote kwa wanaofanya application kwake, yeye ni bure kabisa. Ukiingia pia katika website yake utaona na sehemu ambayo anaandika vigezo maalumu ambavyo anavihitaji. Vigezo ni vile vile, anahitaji uwe na, uh, na miaka miwili ya ufundishaji, uwe unajua kuzungumza Kiingereza, uwe una degree, uwe na leseni ya udereva, uwe una tabia njema, lakini pia uwe unafundisha kwa sasa. Kwa hiyo vigezo vyao ni vile vile ambavyo nilivitaja katika video ya kwanza. Tuende katika mdhamini wa nne. Mdhamini wa nne leo ningependa kumzungumzia, anaitwa GEC ama global educational concept global education concept education, naye pia hachaji hata senti tano. Katika website yake unapoingia, utakutana na sehemu yao kwa ajili ya walimu kuapply. Ukiingia pale, utaona ameelezea vigezo muhimu ambavyo anavihitaji. Utasoma vigezo hivyo, lakini pia uh, utaangalia masomo ambayo anayachukua ni masomo ya aina gani. Je, kama ni moja ya somo ambayo unafundisha basi inakuwa rahisi unapo apply, basi hata ni wazi kabisa utachukuliwa katika hii program. Mdhamini mwingine ambaye ningempenda kumongelea leo ni... Participate Learning, pia naye. Participate Learning ni mdhamini ambaye hachaji gharama yoyote katika kufanya maombi, ni bure kabisa. Ni wewe tu kujiandaa na vyeti vyako na kuwa tayari uh, kwa ajili ya interview ambazo wadhamini hawa huwa wanafanya kwa hiyo utakapoingia katika website yake utaangalia sehemu ya walimu, jinsi ya kuapply na vigezo anavyohitaji, na pia utaangalia masomo ambayo anayachukua na ya, utaweza kuona na vitu gani vya kuandaa ama vitu gani vya kufanya wakati unataka una, kufanya maombi, maombi kwa mdhamini huyu. Huyu ni mdhamini wa tano na mdhamini wa mwisho ambao ningependa kumwongelea leo yeye anaitwa Global Teaching Partners. Global Teaching Partners. Huyu ni mdhamini mwingine ambaye ni free of charge akuchaji hata shilingi tano. Yeye naye pia, unapoingia toka website, utaona sehemu ya uh, vigezo ambavyo anavihitaji, masomo ambayo anayachukua, lakini pia walimu wenzako ambao wako katika hii program wanafanya nini. Usiapply kwa mdhamini yoyote bila kusoma kwanza, yeye ni nani, anafanyaje kazi, anachukua walimu, anawapeleka katika majimbo gani, kwa sababu wengine wanaandika majimbo ambayo wanapeleka walimu. Kwa hiyo ni vizuri ukafanya na wewe utafiti wako kidogo, kwa sababu katika website zao wanaweka kila kitu, ni wewe tu kupitia pitia sehemu mbalimbali na kuweza kuangalia na ni nini wanakihitaji na vigezo gani wanavyo vitafuta. Nitaweka link ya wadhamini wote katika video hii, ili uweze kupitia na kuona, na kama una vigezo vyote ambavyo vinahitajika, basi unaweza kufanya maombi yako moja kwa moja kwenye hizi website ambazo nimekutajia. Sasa basi tuende katika masomo ambayo wadhamini hawa huwa wanachukua walimu wa ambao wanafundisha. Ukiingia katika website za wadhamini utaona wameandika maneno ama herufi k to 12 k wakimaanisha kindergarten na 12 wakimaanisha darasa la kumi na mbili. Kwa hiyo usichanganyikiwa unapoona wameandika wanatafuta walimu wa, wa k to 12 hujua wanatafuta walimu wa shule ya msingi mpaka high school ama sekondari, kwa sababu darasa lao la mwisho ni la kumi na mbili, ambalo hili ndi high school. Baada ya hapo mtoto anaenda college ama vyo vikuu. Kwa hiyo huo ndo mfumo ulioko nchini Marekani: chekechea mpaka darasa la tano, hiyo ni elimu ya msingi. Darasa la sita mpaka darasa la kumi na mbili, hiyo ni elimu ya sekondari. Yes. Hawachukui walimu wa masomo ya vyuoni, wanachukua tu walimu wa hayo masomo ya shule ya msingi na sekondari. Tuende katika masomo ambayo wanayochukua. Leo nitakutajia masomo kumi na mbili ambayo ndio wadhamini hawa huwa wanachukua walimu katika haya masomo. Somo la kwanza ni special education ama hii ni ile elimu ambayo uh, ni kwa ajili ya watoto wenye makundi maalum, watoto wenye uhitaji maalum. Kwa sababu katika kila shule kunakuwa na kitengo maalum kwa ajili ya kusaidia watoto wenye uhitaji maalum, kwa hiyo mara nyingi vitengo hivi vinapungukiwa walimu. Walimu sio wengi sana kama tunavyojua, walimu ambao wanasoma masomo haya ya kusaidia watoto wenye uhitaji sio wengi sana, kwa hiyo wanahitajika uh, muda wote. Kwa hiyo hilo ni somo la kwanza special education. Somo la pili ni hesabu. Somo la hesabu linahitajika nalo muda wote, walimu hesabu, wa hesabu wanahitajika sana nchini Marekani, na mara nyingi ukiwa mwalimu wa hesabu kuna hela nyingine unaongezewa juu ya mshahara wako kwa sababu tu wewe ni mwalimu wa hesabu. Somo la tatu ni sayansi. Sasa katika sayansi kumegawanyika masomo mengi ndani yake, kuna biology, kuna chemistry, kuna physics, lakini pia kuna general science. Kwa hiyo mtu ambaye anafundisha kati ya haya masomo, basi mtu huyu anaweza kufanya application katika wadhamini hawa niliowataja na kupata kazi. Somo la nne ni elementary, wanaandikaga elementary lakini kwa tafsiri ya haraka haraka elementary ni, ni, ni primary ama ni msingi. Sasa wanapomaanisha wanapoandika elementary, wanamaanisha kwamba mwalimu huyu awe anaweza kufundisha zaidi ya somo moja. Katika shule zetu za msingi tunajua kwamba mwalimu labda wa darasa la kwanza ataweza kufundisha hesabu yeye yeye mwenyewe, ataweza kufundisha sayansi yeye mwenyewe na pia masomo mengine ya ziada. Kwa hiyo mara nyingi walimu ambao wanaenda kufundisha shule ya msingi, wale walimu wanaenda wanaenda kuwa walimu wa madarasa, basi wanatakiwa at least wawe wanaweza kufundisha masomo matatu au mawili. Somo la tano ni reading ama literacy. Mara nyingi walimu hawa pia wanakuwa ni walimu wa madarasa, kwa hiyo wanakuta wanafundisha somo lingine pia, sio tu reading ama literacy lakini katika listi ya masomo yao unakuta wana, wanafundisha hii reading ama literacy. Somo la sita ni English language arts. Somo hili ni sawa na somo la literature katika uh, nchi zetu zinazotoka. Kwa hiyo walimu ambao wamesomea literature vyoni wanaweza kufundisha somo hili pia. Kuna somo lingine linaitwa ESOL ama English for speakers of other languages. Walimu ambao wanafundisha English kwa wazungumzaji wa kiingereza wa lugha nyingine, basi wanaweza kuapply. Somo la nane ni world languages. Hizi ni lugha mbalimbali ambazo ni kama kifaransa ama kispanish ki walimu, walimu kama hao pia wanahitajika sana, kwa sababu Marekani pia kuna wazungumzaji wengi wa lugha za kigeni kwa sababu ni mchanganyiko wa mataifa mbalimbali mbali. Hapa somo lingine ambalo pia linahitajika ni social studies ama history. Walimu ambao wanafundisha social studies na historia pia nao wanahitajika. Somo lingine ni physical education ama tunasema walimu ambao wanafundisha michezo hawa nao pia wanahitajika kwa wingi. Somo la kumi na moja ni elimu ya sanaa ya uchoraji. Kwa hiyo kama unafundisha arts ama visual arts, basi unaweza kufanya application. Somo la kumi na mbili ni music. Walimu wanaofundisha muziki nao pia wanaweza kuapply na kupata kazi. Kwa hiyo hayo ni masomo kumi na mbili ambayo unaweza ukafanya application ikiwa unafundisha moja kati ya somo hilo. Sasa nitakwenda kukuonesha jinsi gani unaweza kufanya application mwenyewe unapoingia katika website moja ya visa sponsor, na kwa leo nitakutolea mfano wa visa sponsor ambaye anaitwa Global Teaching Partners, ambaye naye pia nilisema ni bure kabisa, autalipia hata gharama yoyote. Ukishakuwa na vigezo hivi na ukajiridhisha unavyo, basi unaweza ukaanza maombi moja kwa moja. Kuna kitufe kimeandikwa begin initial application. Sasa hii initial application, kwa nini wanaita initial application? hii ni kama uh, screening ya kuangalia watu gani wana vigezo vinavyostahili ama watu gani hawana vigezo, kwa sababu ikiwa utapita katika hii stage ya kwanza ama initial stage, utaendelea na stage nyingine ambazo watakuhitaji utume vyeti na watakutumia pia link ya za zoom kwa ajili ya uh, interview za video na nini. Unapobonyeza begin initial application utakutana na screen hii ambayo inahitaji ujaze taarifa zako binafsi. Utajaza Unatambulika kama nani, Mr., Mrs., Dr. ama Miss. Kwa mfano tuchukue mtu anaitwa John Smith, atajaza pale yeye ni mister. Chini yake utaambia ujaze majina yako mawili, jina la kwanza na la kati. Kwa mfano huyu mtu anaitwa John Edward na la mwisho ni Smith. Kwa hiyo jina la ukoo pale ataandika Smith, John Edward Smith. Watauliza pia je, una jina la ukoo la pili, kwa sababu kuna watu wana majina ya ukoo mawili au zaidi. Kama sio basi, utaacha kwa sababu ni optional ama uh, sio sio lazima. Utaeleza umezaliwa ume lini. Kwa mfano, tasema mimi bana, nimezaliwa mwaka elfu mbili, unachagua mwaka wako Juni thelathini, mezaliwa tarehe thelathini Juni mwaka elfu mbili watahitaji pia uandike WhatsApp namba kwa sababu mara nyingi hawawezi kupigia katika simu ya kawaida, ila wanaweza kupigia katika WhatsApp. Hata unapopata kazi, taarifa ya kukuambia kwamba umepata kazi utaipatia WhatsApp. Kwa hiyo utajaza namba yako pale ya WhatsApp, na hapa utaanzia na kodi ya kantri ama ya nchi uliopo usianzia na sifuri. Kwa mfano kama ni Tanzania, tunajua ni jumlisha mbili tano tano, then utataja namba inayoendelea. Kwa mfano kama ni saba nane moja mbili nne tano Nitaika a namba zingapi kumi. Nne, tano nne, naangalia zimetimia. Ndivyo, zimetimia. Kwa hiyo baada ya kuandika namba yako ya, ya WhatsApp, namba ambayo inapatikana muda wote, usiandike namba ambayo haipatikani na. Unahitaji namba inayopatikana WhatsApp ili waweze kukupigia pia. Chini yake utaandika email yako. Kwa mfano huyu mtu ni j smith at gmail com. Andika pia email ambayo una password nayo, kwa sababu taarifa zote za kazi dokumenti muhimu zile za kwa ajili ya kwenda ku apply visa katika ubalozi, watakutumia katika email hii. Kwa hiyo na hakikisha unaandika email ambayo unajua una password zake ili usije saa. Kwa mfano kama hii email iliandika Jay Smith, unairudia tena ili kuconfirm kwamba jina ni sahihi, halafu utaandika nchi unayotokea. Kwa mfano mimi natokea Tanzania ama J Smith ambaye ni mimi anatokea Tanzania kwa hiyo utaandika pale Tanzania, utaselekt nchi yako. Baadaye hapo kuna swali utaulizwa hapa: Je, una leseni ya udereva ambayo ni haijaisha muda wake? Kwa hiyo Kwakuwa nilikwambia ni lazima uwe na leseni ya dereva, ni wazi utajibu tu ndio ninayo. Pia watakuuliza je, wewe ni raia wa Marekani ama ulishafanya maombi ya kutaka kuwa raia ama tuseme mkazi wa kudumu? Utasema hapana, sababu hawataki mtu ambaye amefanya maombi ya kutaka kuwa raia wa Marekani, ama ni raia kishamaliza. Hapo utasema endelea ama continue utaingia katika ukurasa mwingine ambapo watahitaji taarifa zako za kikazi ama tunasema professional information. Screen ya kwanza wanahitaji personal information, screen ya pili wanahitaji professional information. Sasa hapa watakuuliza kwanza, unafundisha katika nchi gani? Sababu kumbuka nilisema kwamba mtu anaye apply lazima awe anafundisha wakati anafanya maombi. Kwa hiyo utaandika nchi ambayo kwa sasa unafundisha. Ukishamaliza hapo, watakuuliza je, kwa sasa unafundisha katika shule gani? Pengine kinachofata watakuuliza je, unafundisha shule ya msingi ama ya sekondari? Kwa hiyo, kwa kuwa programu hii inachukua tu walimu wa sekondari na shule ya msingi utajibu yes. Alafu utaendelea kipengele kinachofata, utauliza una miaka mingapi ya uzoefu. Kumbuka hapa wanahitaji kujua, je, una miaka miwili? Kwa sababu ili ushiriki katika programu hii lazima uwe na miaka miwili. Kwa hiyo utajibu hapo, je, una miaka miwili au zaidi? Utachagua. Tuende kipengele kingine. Kipengele hiki watakuuliza kuhusu grade level unayofundisha. Je, unafundisha kindergarten? Je, unafundisha elementary ama primary ama unafundisha middle school ama high school? Kwa hiyo utajaza pale level ambayo unafundisha. Kwa hiyo kama let's say John Smith anafundisha kindergarten na elementary. Tuendelee kipengele kinachofata, utaulizwa kuhusu je, unafundisha shule ya msingi. Utakapojibu ndio, itatokea tena sehemu nyingine ya kuchagua somo ambalo unafundisha. Kwa mfano, unafundisha shule ya msingi lakini unafundisha art ama music ama science, kwa hiyo utachagua sehemu moja ama kama, kama unafundisha masomo yote utasema all subjects. Kama, kama kuna somo unaona halipo hapa na unalifundisha, kuna sehemu imeandikwa other. Kwenye other utaandika specifically ni somo gani. Baada ya hapo utakutana na kipengele kingine ambacho kinataka ujibu kama unafundisha pia shule ya sekondari. Kwa mfano kuna wengine wanafundisha shule ya msingi ngiru, na sekondari. Kuna wengine wanafundisha shule ya sekondari tu ama ya msingi tu. Kwa hiyo, kwa kuwa labda mimi nafundisha shule ya msingi, mimi nitajibu tu yes kwenye shule ya msingi, lakini sehemu ya je, unafundisha sekondari, nitajibu no. Ukishajibu no, auna haja kueleza somo, kwa sababu aufundishi. Kipengele kingine utaulizwa, je umepata bachelor degree katika elimu ama ualimu au katika somo ambalo unafundishia sasa. Hapa iko hivi unaweza ukra, ukawa mwalimu kwa sababu ulisomea ualimu, lakini pia kuna baadhi ya walimu wanakuwa walimu sio kwa sababu walisomea ualimu, bali walisoma kozi ambayo inaweza kufundishika mashuleni. Kwa mfano mtu akisomea sanaa ya uchoraji, kwa mfano ukachukua bachela of, this bachelor of arts in, in arts and design. Japokuwa hujasomea ualimu, lakini ukienda kufundisha shule, unaweza kupata kazi ya kufundisha somo la uchoraji. Kwa hiyo ndo msingi wa hili swali kuuliza, kwamba je, bachelor degree uliopata ni ya elimu ama ni ya education au ni ya somo ambalo unalifundisha kwa sasa. Kwa hiyo hapa kuna majibu kadhaa. Kwa mfano, sehemu ya kwanza ni ule mtu ambaye ana degree ya bachelor katika ualimu na katika somo ambalo anafundisha. Unaposoma degree ya ualimu lazima utachagua somo gani unataka kufundisha. Kwa hiyo watu walio watu waliosoma hii digrii ya ualimu na somo la kufundishia watajibu kipengele cha kwanza. Kama mtu ulisoma tu bachelor degree in education, utajibu sehemu ya pili. Lakini kama ulisoma bachelor degree in education in, in, in a subject which you are teaching, ama tunasema katika somo ambalo wewe unalifundisha. Kwa mfano, hapa ni wale watu ambao hawajasomea ualimu, lakini wamesom, wanafundisha shuleni kwenye somo fulani kwa hiyo utaselect hii option ya tatu na option ya mwisho ni mtu ambaye hana degree ya ualimu wala degree yoyote, huyo atajibu no. Mara nyingi ukijibu hapa ni kwamba unakuwa hauja qualify moja kwa moja, lakini sehemu ya mwisho kabisa utaeleza ni lini uli, uligraduate ama ulimaliza degree yako, lengo la kujua siku uh, uh, gani ulimaliza ama muda gani ulimaliza degree yako ni kuangalia, je experience yako ya kazi uliipata baada ya kumaliza degree ama uliipata uh, kabla hujamaliza. Kwa mfano kuna mtu anaweza kawa alianza kusoma diploma kabla hajafikia jef, degree, kwa hiyo inawezekana labda kwenye diploma ya ualimu una miaka kumi ya uzoefu lakini ulipopata digri una miaka uh, sori una mwaka mmoja kwa hiyo hapa unakuwa pia hauja kualifai kwa nini kwa sababu wao wanataka mtu ambaye ana miaka miwili ya ufundishaji lakini pale ambapo alimaliza digri yake ya kwanza kwa hiyo hiyo ndio uh, njia mojawako ambayo kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kufanya maombi kwa mdhamini, na ukishamaliza hapo na bonyeza kitufe kimeandikwa submit. Baada ya hapo watakutafuta ndani ya siku mbili au tatu. Kwa hiyo nakushauri hu unapitia email kila baada ya siku moja au mbili kuangalia majibu. Mara nyingi hawachelewe, au wako very fast, wako haraka sana, utapata jibu ndani ya muda mfupi sana kutoka kwa hawa watu kuambia kwamba, je, unaweza kuendelea na proses nyingine ama haujatimiza vigezo. Kwa sababu kama umetimiza vigezo vyote wanavyohitaji basi watakutumia tu linki za kuupload vyeti vyako na document nyingine muhimu, lakini pia linki za kufanya interview ya Zoom ama WhatsApp. Asante kwa kuniangalia, tukutane wakati mwingine ambapo nitazungumzia mambo mengine kuhusu programu hii.